Na, mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimehappen ni kwamba Babalevo bwana ameamua kumjibu Mwijaku. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba siku ya jana tukuletea update kuhusiana na maneno ya Mwijaku ambaye aliyazungumza kumhusu mke wa Babalevo akidai kwamba Babalevo alivogombana na mkewe, moja kwa moja mwanamke wa Babalevo alienda kujiuza South Africa. Umeona bwana, eh, yani, Mama Ruby. Umeona kitu ambacho kiukweli kwa namna moja au nyingine, unaweza umeona kabisa kwamba jamaa kama vile amevuka mipaka mpaka kufikia hatua ya kuzungumzia familia kwa ujumla la jambo ambalo hali make sense sasa. Basi, kitu ambacho tumekuja ku notice ni kwamba Baba Levo bwana hajaiacha hiyo issue slide, bali ameamua kurudi na yeye pia amezungumza mazito kuhusiana na mke wa Mwijaku. Vilevile, inavyosemekana ni kwamba Baba Levo naye pia ana mengi sana mazito kuhusiana na Mwijaku, ana maovu ya mke wa Mwijaku ambayo na yeye pia ameamua kuya expose baada ya kuona kwamba eh, baada ya kuona kwamba Mwijaku naye pia amezungumza mambo mabaya kuhusiana na mkewe, kwamba alivyo alivyoachana, alivyoenda sauzi, alienda kujiuza. Umeona bwana, sasa huku upande wa pili ni kwamba, na hii yote imetokana na issue ya Baba Levo. Alianza kuzungumzia hawa hmm, alilivalia njuga sakata la Mwijaku kugombaniwa na wale wanafunzi wa chuo naendo Mwijaku akaja akaretaliate kwa kuamua kufanya hicho alichokifanya kumzungumzia mke wa Baba Levo in a negative way kwamba alienda kujiuza mara tu walipoachana, mkewe akaenda South Africa. So Baba Levo, baada ya kuona hivyo, na yeye pia bwana, kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweka jumbe kadhaa ambazo zinamuhusu vilevile mke wa Mwijaku. Baada ya e, mkewe kusemwa na yeye pia Baba Levo amerudisha feedback wa Babalevo ameandika hivi: mdogo wangu kichwa mviringo, nimeona unamwongelea my wife. Akaweka emoji za kucheka, kisha akasema kwamba wewe mkeo atakuletea mimba ya bosi wake wa kago, maana umejaribu kumwamisha kazi ahamie kwenye kago ya waarabu eh, amegoma kuacha kazi mwenyewe, amegoma kuacha kazi kwenye kago ya bwana wake. Meona bwana, hayo ni maneno ambayo Babalevo ameyazungumza kumhusu mke wa Mwijaku kwamba inasemekana kwamba sehemu ambayo anayofanya kazi mkewe bwana, kuna hivyo vitu vinaendelea, kwamba ana date na bosi wake, na Mwijaku alijaribu kumtoa katika hiyo kampuni ampeleke katika kampuni ambayo ni ya Waarabu ambapo yeye Babalevo na Mwijaku anafanya kazi huko ili aweze kumfuatilia vizuri nyendo zake mkewe, amegoma. Meona bwana, haya. So, akaendelea hapa chini akasema kwamba mdogo wangu kichwa mviringo. Eh, mimi nazipenda sana hizi vita za mke, maana mimi nina mafaili ya mke wako takriban elfu moja na mia tatu. Usikimbilie tu polisi kama kawaida yako, twende maneno kwa maneno Hashtag #facts nitakuonyesha mpaka CCTV za mkeo eh, anavyoingizwa chimbo. Najua mpaka hela Alizotu, najua mpaka hela alizotoa tajiri kwenye ujenzi wa hilo golfa lako modo. Nadhani unakumbuka kwamba tulienda mimi na wewe kwa Mwarabu kuomba ku, kuomba, eh, kumuomba amwamishie kazi pale aje huku kwenye kago yetu, ili uwe unamuona nyendo zake. Na mkataba mnono kabisa alipewa eh, ukapewa umpelekee, lakini akakataa kuacha kazi kwa bwana yake ulilia begani kwangu nikakupa mbinu za kujipooza machungu, kutafuta mwanamke mwingine wa nje ili akutulize moyo, ila sikukwambia uende kwa vimodo. Ameandika hivyo Baba Levo. Unaweza kudhania kwamba okay, baada ya kuzungumza hayo, labda Baba Levo atakuwa ametulia, amenyamaza kimya, ameendelea na mambo mengine, lakini mambo hayajawa hivyo bwana. Ni kwamba Baba Levo akaendelea tena katika katika posti nyingine akiwa ameandika kwamba kichwa mviringo akijibu mniambie, mimi ndio baba yake e, mimi ndio baba yake. Asinijaribu, ananijua kabisa kwamba ame, anajijua kabisa kwamba ameoa malaya, alafu anaanzisha vita. Alafu hapa katika caption chini tena Babalevo akaandika kwamba e, mdogo wangu kichwa mviringo nimeisha kukataza vita na mimi, vita zako ni za kitoto, peleka kwa watoto wenzio. Hapa kwangu bwana, pagumu sana. Huyu mkeo, ndio maana kapotezea hiyo issue ya hao mamodo anaokugombania, kwa sababu anajua kabisa kwamba ulilikubali tukio la bosi wake wa Kago Pumbavu. Ameandika hivyo Baba Levo. Hakuishia hapo. Baba Levo akadondosha tena dongo lingine hapa katika kurasa yake wa Instagram akaandika kwamba nasikia kichwa mviringo bwana. E, kaweka mpira kwa pani mm, basi kabisa e, kawanyima uhondo na mafaili yake na mafaili yake, na nayahifadhi, namuhifadhia akijichanganya tu, siku nyingine nitayaweka hadharani. Siku zote namwambiaga kabisa tukisha, tukishambuliana tushambuliane sisi wenyewe, maana ukiingiza stori za wake zetu tu utadhalilika. Umeona bwana, so hicho ndo kitu ambacho amekizungumza. Ah, Babalevo kuhusiana na inshu ya mke wa Mwijaku. Sasa Baba Levo baada ya kuzungumzia hizo inshu bwana, ni kwamba huku chini katika comment section wadau wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano, huyu hapa anaitwa Nelly Believer anasema kwamba, eh bwana namuonea huruma kweli kweli. Hapo sidhani kama atakuwa na comeback kwa sababu kwamba, bwana ngoja ninyamaze mimi nah, ila Baba Levo. Kwa sababu oh, oh, kumeanza kuchangamka. Ajimanara amekuja amecomment emoji ya kucheka kama vile yani anafurahia hiki ambacho kinachoendelea. E, kuna mdau mwingine hapa amekuja ameweka maoni yake, amesema kwamba bwana, ndoa za wachepukaji wawili huaga hazivunjikagi, kila mtu ana furaha zake, wakirudi ndani ni kulea tu watoto. Huyo anaitwa Lucy Julius amekuja ku comment hivyo. Haya, mtu mwingine anasema kwamba bwana, hatimaye tumejua eh, eh, kwa nini mke wa Mwijaku anavumilia mazito anayoyafanya mumewe. Wadau wanakuambia hivyo kwamba Mwijaku bwana ameshampiga matukio sana mkewe, lakini mkewe amevumilia. Sasa hapa watu wanakuja kuambia kwamba hatimaye wamejua eh, sababu ambayo inafanya huyu mke wa Mwijaku anamvumilia mumewe, kwa sababu umeona ila baba levo da. Eh, eh, kuna mtu mwingine anasema kwamba bwana yani sijui mke wangu anaendeleaje ofisini kwake, juzi karudi na funguo ya gari. Kuna mtu ameandika hivyo, kwa sababu umeona bwana. Alafu baba levo bwana, unaongea ukweli, nadhani hili jambo kweli huyu kijana linamkuta, kwa sababu umeona bwana da Eh, hey, mafriji, mafriji yenu vijana nyinyi ni mabovu, mnaanza kutoboleana siri. Kwa mtu ameandika hivyo mdau mwingine, sababu bwana, ndio maana simsimuliagi sim, sim, sim, rafiki yangu kitu chochote, isipokuwa tu ni madeni ni madeni niliyonayo ndio huaga namsimulia. Kwa mtu ameandika hivyo, kwa sababu bwana, kanyaga twende baba, tumechelewa kupata huu, tu, ku, tumechelewa kupata huu wa moto moto. Kuna mtu ameandika hivyo, kwa sababu bwana, ila wanawake mnadhalilika. Ona sasa aina ya wanaume mnao date nao aise. Kwa mtu mwingine pasi kwa bwana, nenda kwa Mange e, ukapige pesa kama una ushahidi. Vitu hivi ndo mimi huaga na vipenda. Kuna mtu ameandika hivyo kwa mtu mwingine amesema, mbona bwana, kumekucha. Nilisema yule mke wa Mwijaku lazima atakuwa anaruka na watu huko nje, maana Mwijaku anampiga matukio mke wake kila siku. Hakuna gandoa ya namna hiyo, mmoja kama mvumilivu kupitiliza mambo hayo. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdao bwana, na wewe pia hebu tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update